Na hii ni Mnyalu TV. Katika taarifa ambazo zinaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, afisa habari wa Yanga Sports Club alikame alikamatwa siku ya jana na jeshi la polisi la mkoani Tabora baada ya mchezo wa Tabora United dhidi ya Yanga Sports Club majira ya saa saba na nusu usiku. Alikamwe alipelekwa kituo kikubwa cha polisi cha mkoa na amelala ndani hapo na hadi sasa bado hajaachiwa. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vinasema viongozi wa Yanga bado anaendelea kufanya jitihada za kumtoa msemaji huyo wa ya Young Africans ambapo siku ya leo polisi wa Tabora, wa Tabora wamekiri kumshikilia Ali Kamwe, na wamesema ni kweli tunamshikilia Ali Kamwe ambaye ni msemaji wa klabu ya Yanga, na tunamfanyia mahojiano kwa tuhuma za kutoa maneno machafu kwa viongozi wa serikali, na tutatoa taarifa rasmi baada ya mahojiano kukamilika. RPC Richard Abwao, kamanda wa polisi mkoani Tabora, ambaye ametoa taarifa hiyo ya kushikiliwa kwa Ali Kamwe. Sasa mjadala imekuwa ni mingi kwenye mitandao ya kijamii huku wengi wakizungumza kuhusiana na mpira na masuala ya uongozi. Nimeona baadhi ya comments za wadau na wachambuzi wa soka, wengine wanasema ndo maana FIFA hawakuwahi kuruhusu serikali kuingiliana na mpira wa miguu. Sasa hivi kitu ambacho mashabiki wa Yanga wanakifanya ni kusubiria taarifa mpya ya kuachiliwa kwa Alikamwe na ni kitu gani kitaendelea, huku viongozi wa Yanga ikisemekana wakifanya jitihada mbalimbali ili kuweza kumtoa Ali Kamwe aweze kurejea Dar es Salam, na kuna video mbalimbali mbali ambazo zimeonekana kwenye mitandao ya kijamii kama kwenye page ya PMTV Alikamwe akiingia katika kituo cha jeshi la polisi. Ungana nasi kwa ajili ya kuendelea kupata habari nyingi zaidi kumuhusu Ali Shaban Kamwe, na hii ni Mnyalu TV.